Jemini, mwanamke kujituma. Hongera Maria kwa kazi bomba. Tukiangazia mengine tuliokuandalia ni kwamba makadinali 133 wamekongamana wa katika kanisa la Sistine mjini Vatican kwa matayarisho ya kura ya kumchagua Papa mpya atakayeongoza kanisa Katoliki duniani. Shughuli ya kumchagua mrithi wa Papa marehemu Francis inaanza kesho Jumatano. Tayari makadinali watakaoshiriki uchaguzi wamekula kiapo, na kama anavyoarifu Seth Olale, moshi mweupe utaonekana kwenye dohani la kanisa la St. Peter kuashiria kupatikana kwa Papa mpya katika chini ya saa 24, shughuli ya kumchagua Papa mpya atakayeongoza kanisa Katoliki itangwananga rasmi katika kanisa la Sistine mjini Vatican. <coughs> Jumla ya makadinali 133 tayari wamekongamana kuanza zoezi la uchaguzi. Hii ni baada ya makadinali wawili kuomba ruhusa ya kutoshiriki zoezi hilo kutokana na hali zao za kiafya. Please, makadinali watakaomchagua papa mpya walikula kiapo cha siri na utendakazi kwenye uchaguzi ambao utafuatiliwa kwa kina na mamilioni kote ulimwenguni yanajiri huku uongozi wa kanisa Katoliki nchini ukitangaza kuwa Kardinali John Njue hatashiriki uchaguzi wa papa mpya kutokana na hali yake ya afya licha ya kupata mwaliko rasmi kutoka Vatican. Wakati wa shughuli ya kumteua papa, makadinali hawaruhusiwi kuwa na chombo chochote cha kuwasiliana watapokea vyakula na dawa kwa wanaougua maradhi mchana na usiku kutwa, huku milango yote 80 ya kuelekea katika kanisa la Sistine ikisalia kufungwa. Aidha, walinzi maalum wa Uswizi watashika doria kuhakikisha kwamba shughuli hiyo haihitalafiwi. Makadinali Peto Erdo mwenye umri wa miaka 72 kutoka Italia, Fridolin Ambongo mwenye umri wa miaka 65 kutoka demokrasia ya Kongo na Pietro Parolin mwenye umri wa miaka 70 ni miongoni mwa makadinali wanaopigiwa upatu kumrithi hayati Papa Francis. Seth Olale runinga ya Citizen. Naam.